Salimu wateja wetu wa Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Ah, nawapa ongera na nawapongeza katika wiki hii ya wiki ya huduma kwa wateja hapa Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Ah, leo napenda kuongelea katika upande wa mifumo ah, yetu kwa ajili ya kutoa kupewa miadi au kupata appointment kwa ajili ya kuja hapa Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Kwa wale wenye simu zile ambazo ni za smartphone, itaenda kwenye website yetu www.jkci.or.tz, pale utakutana na Uh, linki ambayo inasema appointment au kwa jina lingine miadi. Utaingia pale na utabuki appointment yako ya siku yoyote mwezi wowote wa kuja kumuona daktari wako husika. Kwa wale ambao hawana smartphone, wana zile simu ndogo, unaweza ukaja moja kwa moja hapa hospitali ya Jakaya Kikwete Cardiac Institute na ukaweza kupewa miadi yako ya kumuona daktari, ambao ni token number, utapewa na utaendelea kupewa huduma yako kama kawaida. Kitengo cha teama kupitia mfumo wake wa miadi umefanya wat, wateja wetu wote waweze kupata huduma mahala popote. Vile vile, mfumo huo umewezesha kumfikia daktari yoyote. Awali ilikuwa wagonjwa fulani ni kwa ajili ya daktari fulani, lakini kupitia mfumo ule wa miadi unaotoka kitengo cha TEHAMA umeweza kuwafikia wagonjwa na kuweza kumchagua daktari yoyote kuweka miadi. Mfumo huu umetusaidia kupunguza foleni, vile vile kama tulivyoona katika mfumo ule wa ndugu wa wagonjwa kuja kutembelea wagonjwa hospitalini. Mfumo ule una, unatusaidia sisi watu wa huduma kudhibiti idadi ya wagonjwa pia katika mfumo huu wa doze ambao unaweza kutambua viashiria vya awali vya mgonjwa akiwa katika hospitali yetu au hata nyumbani. Mfumo huo umewezeshwa teknolojia ya akili mnemba, kwa hiyo una, una, unaweza kuwapa taarifa watu wa huduma wetu ili waweze kutoa huduma kwa haraka pale viashiria vile vinapoweza kubadilika. kwa sasa wagonjwa wetu wanaweza kufanya malipo mbalimbali mbali kutumia CRDB app kwa hiyo kwa maana hii mtu anaweza kulipa huduma zote kama ni vipimo dawa operation kwa kutumia hiyo application vile vile katika matumizi ya telekadioloji mfumo huu umesaidia kuweza kufika maeneo mbalimbali kwa wagonjwa wetu, walioko nje ya nchi, walioko ndani ya nchi, hata pembezoni wanaweza kutufikia kupitia mfumo huu. Kwa hiyo mfumo huu unamsaidia mtoa huduma aliyepo katika kituo kimoja kuweza kufanya mawasiliano na watoa huduma katika taasisi yetu na kuweza kufanya diagnosis au zile taratibu za matibabu za awali kabla hajafika katika kituo chetu. Asanteni sana, naomba niwatakie heri ya wiki ya huduma kwa wateja. Heri ya wiki ya huduma kwa wateja. Asanteni. Afya ya moyo wako.